Karibu sana mdau wa Bongo Class, somo letu la leo litahusu nini hasa husababisha vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni moja kati ya changamoto za kiafya ambazo huathiri watu wengi, na mara nyingi vinasababisha maumivu makali, kichefuchefu, au hata kushindwa kula vizuri. Hebu tuelewane vizuri kuhusu chanzo chake halisi. Muhtasari wa somo letu. Katika somo hili, tutazungumzia kwa undani sababu kuu zinazochangia kutokea kwa vidonda vya tumbo ikiwa ni pamoja na maambukizi, matumizi ya dawa, mtindo wa maisha na msongo wa mawazo. Tutagusia pia namna mambo haya yanavyofanya kazi ndani ya mwili hadi kusababisha tatizo hilo. Utangulizi wa somo letu. Vidonda vya tumbo Kitaalam hujulikana kama peptic ulcers. Hivi ni vidonda vidogo vinavyotokea kwenye kuta za ndani za tumbo au sehemu ya juu ya utumbo mdogo. Kwa kawaida, tumbo hutoa tindikali yenye nguvu kwa ajili ya kumengenya chakula. Hata hivyo, mwili pia huzalisha ute maayum unaolinda kuta za tumbo dhidi ya tindikali hiyo. Iwapo uyano huu utavurugika, yaani tindikali ikawa nyingi kuliko ulinzi wa ute, ndipo vidonda huanza kutokea. Sasa tuingie kwenye somo letu. Moja, maambukizi ya bakteria aina ya Helicobacter pylori. Hii ndiyo sababu kubwa zaidi ya vidonda vya tumbo duniani. Bakteria hawa huishi ndani ya ute unaofunika ukuta wa tumbo na kwa muda mrefu huanza kuharibu tishi hizo taratibu. Matokeo yake, tindikali ya tumbo huanza kuchoma sehemu zilizoakirika na hivyo kusababisha vidonda. Maambukizi haya yanaweza kupatikana kwa kula au kunywa vitu vilivyochafuliwa au kwa kugusana kwa karibu na mtu aliyeambukizwa. Mbili, matumizi ya muda mrefu ya dawa za kupunguza maumivu NSAIDs. Dawa kama aspirin, ibuprofen, au diclofenac hupunguza kemikali za mwili zinazosaidia kulinda ukuta wa tumbo. Matokeo yake, ukuta huo unakuwa dhaifu na tindikali ina uharibu kirahisi. Watu wanaotumia dawa hizi mara kwa mara bila ushauri wa daktari wako kwenye hatari kubwa ya kupata vidonda. Tatu, msongo wa mawazo nsikwa chanzo cha moja kwa moja, lakini msongo wa mawazo unaweza kuongeza tindikali tumboni au kuathiri mfumo wa kinga. Hii hufanya mwili uwe dhaifu kupambana na bakteria au kushindwa kujenga upya tishu zinazoharibika. Pia, watu wenye msongo wa mawazo mara nyingi hupoteza hamu ya kula vizuri au hulala vibaya, hali inayoongeza matatizo ya tumbo. Nne, Ulaji wa vyakula na vinywaji vyenye asidi au kafeini nyingi. Kunywa kahawa nyingi, pombe au vyakula vyenye pilipili na asidi hupunguza uwezo wa tumbo kujikinga. Hata kama havisababishi vidonda moja kwa moja, vinaweza kuchochea maumivu au kufanya hali kuwa mbaya zaidi kwa aliye na vidonda. Tano, uvutaji sigara na unywaji pombe kupita kiasi. Nikotini inayopatikana kwenye sigara hupunguza mtiririko wa damu kuelekea ukuta wa tumbo, hivyo kuzuia uponyaji wa tishu. Pombe nayo huongeza tindikali na kuharibu ute wa ulinzi tumboni. Mchanganyiko wa haya mawili unaweza kuongeza hatari maradhafa. Sita, kurithi au tabia za mwili. Watu wengine huzalisha tindikali kwa kiwango kikubwa zaidi ya kawaida kutokana na urithi wa familia au mfumo wa mwili. Hali hii inaweza kufanya hata uchochezi mdogo kusababisha vidonda kwa rahisi. Je, wajua watu wengi wana vidonda vya tumbo bila kujua hadi wanapopata dalili kama maumivu makali, kutapika damu, au choo chenye rangi nyeusi? Hali hii inaweza kutibika kamili endapo itagunduliwa mapema. Mtu anaweza kuambukizwa H. pylori akiwa bado mtoto na bakteria hao wakaendelea kuishi bila dalili kwa miaka mingi. Hitimisho la somo letu: vidonda vya tumbo havitokei ghafla, hutokana na mchanganyiko wa mambo kadha kama maambukizi, dawa, mtindo wa maisha na mla usiofaa. Kuelewa sababu hizi ni hatua ya kwanza ya kujikinga. Ni muhimu kupima afya yako mara kwa mara Kula kwa utaratibu, kupunguza msongo wa mawazo na kuepuka matumizi holela ya dawa. Kumbuka, kinga ni tiba bora kuliko matibabu. Maswali ya kujiuliza: Je, ninatumia dawa za maumivu mara kwa mara bila ushauri wa daktari? Ni mara ngapi ninakula vyakula vyenye pilipili au kunywa kahawa? Nimewahi kupima iwapo nina maambukizi ya Helicobacter pylori? Je, ungetaka somo linalofuasa lihusu dalili kuu za vidonda vya tumbo ili tuendelee kujenga uelewa kwa undani zaidi?